Ambaye ametuafikisha wiza kukutana kwa mara nyingine katika mji huu wa Mwanza katika msikiti wetu huu Masjid Sheikh Amin hapa Rufiji. Allah subhanahu wa ta'ala awalipe kheri bi viongozi wake, kadhalika mashekhe ambao wamesimamia markazi hii, na tuthibitishe sisi katika haki pamoja na wao, tujalie mwisho mwema. Kwa hakika mimi ongea katika msikiti huu si mara ya kwanza wala mara ya pili, ni mara ambazo hazina idadi, na kubwa, sisi hukumbushana mambo ambayo yanayofungamana dini yetu Uislamu, na kama tunavyosema siku zote kwamba katika hii dini yetu kuna mambo mengi sana ya sisi kuwa kukumbushana mengi sana ambayo tikikana tuyafahamu, bali kuna yale ambayo pia yanajiri katika ulimwengu, katika nchi yetu, katika miji yetu. Pia tuna haki sisi ya kuweza kukumbushana kwayo, na ya mengine yanakuwa ni iba mazingatio kwa yale ambayo yanayotokea na wakati mwingine pia tutahadhi tahadharishana katika baadhi ya mambo kabla ya kutokea, kwa mwongozo wa Qur'ani, kadhalika na sunna za bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa maana yule ambaye mwenye maarifa na uelewa, bila shaka atakuwa ni mwenye kuelewa ambaye mwenye kutaka salama atafuata. Sasa muhadhara wetu wa leo, mimi nitasoma kauli ya Sheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala, ndio itakuwa utangulizi wa muhadhara huu.

Haya maneno anayotuelekeza sisi Waislamu. Kuna watu wanaona kwamba walikuwa wakiona kadhalika na mpaka leo pia wapo baadhi wa ambao wenye mitazamo hiyo, yaani kwamba watu wanaamua, baadhi ya kikundi wakakaa watu watatu, mmoja kuongezeka kumi, ishirini, mia mpaka wakawa maelfu ya watu, ikawa watu wanapiga na fikira fulani hivi. Miongoni mwa fikira ni kwamba watu kuingia msituni, watu waingie msituni kwa lengo la kujipanga ili waweze kupambana na utawala na kung'oa utawala uliopo, ili waweke ule utawala wanaoutaka wao wamweke kiongozi wanayemtaka wao, wakaamua kwenda maporini, wakaingia. Walipoingia wakawa na silaha zao. Sheikh Albani anasema, walaisa tariqul khalasi, na si njia ya kujinasua, huwa thauratu bisilahi, nako ni kufanya mapinduzi kwa kutumia silaha ala alalhukami juu ya watawala akasema: fahiya minbidai l asri. Jambo hili ukiona watu wanaingia msituni, ukiona watu wanaingia maporini, wakakaa kwenye mapango, wakasema wanajipanga, wakasema wanapambana, ili wang'oe utawala uliopo, waondoe utawala uliopo, serikali iliyopo

linususi shariyati jambo hilo ni uzushi wa zama hizi, bali na ni kwenda kinyume na maandiko yaliyokuwa ya kisheria, maandiko ya Qur'ani, maandiko ya, ya sunna alati minha, maandiko ambayo ndani yake, katika hayo maandiko al-amru kuna amri katika hayo maandiko bitaghyiri mali anfusi kubadilisha yale ambayo yaliyoko katika nafsi za watu kwa maana Allah subhanahu wa ta'ala amewataka wanaadamu amewataka Waislamu pindipo wanapoona kuna matatizo ima katika maisha yao ni lazima jambo la kwanza watazame katika nafsi zao kwanza. Wapi wamekosea? Leo ukitazama ukaona kwamba maisha magumu hali ngumu ya kimaisha, twafanyaje sisi Kweweo? Kwa hiyo wewe kwa mtazamo wako ukaona kwamba ili maisha yawe mepesi, ni lazima tung'oye utawala uliopo. Twang'owaje sisi? ni lazima tuingie polini sisi ukatengeneza fikra zenu mkawa na kikundi maalum kwa lengo la kupindua serikali. Haya ni katika mambo ya bid'a katika dini ya Allah, kwa sababu amri iliyokuja ni lazima watu watazame katika nafsi zao kwanza. Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala ana maneno mazuri sana, maneno yale anasema kwamba watu wanatakikana katika kutaamali kuzingatia kwa watawala, jambo la kwanza kabisa watu wajitazame nafsi zao wao, kwamba wale viongozi ambao waliopo watawala wanaowatawala wajue kwamba wametokana na wao, tabia walizokuwa nazo ndo za kwao. Kwa hiyo wanaposimama wow kwa kulaumu viongozi, lazima kwanza wajilaumu wao nafsi zao, wako sawa kwamba nyinyi mnasimama mnalaumu utawala, nyinyi mko sawa? Ikiwa viongozi waizi, hizi nyinyi pia ni waizi, kwa sababu wao wametokana na nyinyi. Haya ni maneno tena, maneno marefu, a maneno mazuri kabisa, kwamba watu wataikana wao, watathimini kwanza, wasilaumu watu ambao waliokaa katika madaraka, kwa sababu wale si malaika, wale ni binadamu, wametokana na sisi. Allah anaita viongozi kulingana na sisi tulivyo, hawezi kuleta malaika atuongoze. Allah subhanahu wa ta'ala akasema, inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim, hakika Allah subhanahu wa ta'ala habadilishi yale ambayo yako kwa watu mpaka wao wabadilike nafsi zao. Sura so Ra'd, aya 11. Aya hii ni utangulizi wa haya maelezo ambayo ninakusudia katika muhadhara wetu wa leo. Anasema msemaji mmoja, idha saa fi'lu lmari saa dhununu, asema vitendo vya mtu vikiharibika vikawa ni vichafu, bila shaka pia dhana zake zitakuwa mbaya. Kwa hiyo mambo ambayo unayoona leo yanatokea katika jamii ni kwa sababu ya zile dhana zao. Vitendo vilishaharibika, dhana zimekuwa chafu, dhana zao wanawadhania vibaya wale ambao wanawaongoza, kwa sababu wao wenyewe pia ndivyo walivyo. Katika muhadhara wetu wa leo tutaelezea an ni'matin 'azimatin kuhusiana na neema iliyokuwa kubwa tukufu. Qala man yatafakaru fiha, ni wachache ambao wanatafakari kuhusiana na neema hiyo, kwamba hii ni neema. Lakini je, ni watu wangapi ambao wanatafakari na kujua kwamba

Neema ya amani ikipotea hakitomnufaisha mwanadamu chakula wala kinywaji, kwa sababu tayari neema ya amani imeondoka. Wala baitun wala madun, kadhalika aitomnufaisha mtu nyumba wala mali. Hakuna ambaye atakayesimama kusema ailinde nyumba yake. Nema ishaondoka, nyumba zimebomolewa, wao takimbia, hakuna thamani tena nyumba, mali tazikimbia ambazo wao nasibiriki. hakuna cha gari, hakuna cha pesa, hakuna atakayefikiria chochote zaidi nafsi yake na kukimbia, wala ayu matai min matai, dunia na wala chochote katika starehe miongoni

Alkaba alladhi atamahum ambaye amewalisha wao, min jui kutokana na njaa. wa amanahum min khaufi, na Allah ambaye amewapa amani kutokana na hofu. Amani. Allah ametaja vitu viwili, akataja chakula

min a'zami ni'ami, katika neema kubwa neema tukufu. Waqarana bainahuma, na akaziambatanisha neema hizi mbili. Allah subhanahu wa taala akaziunganisha neema hizi mbili. Kwa nini Allah ameziunganisha neema hizi mbili? Na sio kila kitu lazima uulize, kwa sababu zipi isipokuwa panapokuwa kuna sababu, tunaulize ili tupate jawabu au jawabu liweze kufika katika fikira zetu. liana al insana la yahna, kwa sababu mwanadamu hawezi kupata starehe, hawezi kupata utulivu, bitu'amin wala ibadatin, hawezi kupata utulivu kwa chakula chochote kile kadhalika wala ibada idha kana khaifan, akiwa na hofu. Ukipikiwa biriani, ukapikiwa chipsi ike ambalo wewe unalijua ukale, ukijua wewe na mayai yake na kuku, huwezi ukahisi ladha, kwa sababu hakuna amani tena. Amani ishaondoka. Ndugu zangu Waislamu, tunapoelezea suala la amani, tunapotaja amani, kuna mambo lazima tuyafahamu. Jambo la kwanza, sisi Waislamu si waoga. Kuna watu wanavyojifikirisha wao, wanavyokaa na kudanganyana kwamba sisi ni waoga. Sio waoga, lazima watu watambue, na ndio maana katika msingi wetu Ahli Sunna wal Jamaa, Mtume sallallahu alayhi wasallam wasalam anasema la tu'ata la tuata, al makhluqi fi maasiyati al khaaliq, hakuna twa ya kumtii kiumbe kwa kule kumuasi muumbaji. Maana yake nini? Sisi katika Uislamu tuna mwongozo, na hii ni kijana wa Kiislamu lazima utambue ya kwamba ndani ya dini yetu ya Uislamu tuna mwongozo. Utawala wowote kiongozi yoyote atakayekuwa anaongoza sio kwa mujibu wa Qur'an na Sunna, akawa anaongoza katika nchi yetu hii au katika nchi yako unayoishi, basi sheria inakwambia lazima utamtii, isipokuwa tu pale atakapokuamrisha kumuasi Allah. Hakuna twaa. Muislamu kwa msingi huo yuko tayari kufa. Kili jambo liko wazi, na huwa tunalieleza ndio dawa yetu ya kwamba dawa yetu ndivyo ilivyo. Kiongozi yoyote atakayekuwa akituamrisha maovu tuwa, kwamba tumuasi Allah, hatuko tayari katika hilo, tuko tayari kufa. Lazima watu watambue, huu ni msingi. Kwa hiyo tunapoeleza suala amani haimaanishi kwamba tunaogopa kufa. Mwislamu katika dini yake ndani ya dini yetu ya Uislamu kuna kitu kinaitwa jihad, al jihadu fi sabilillah, kupambana. Jihadi jihadi hiyo lazima mfahamu, kuna jihadu talab na jihadu difaa. Jihadi ya kutakiwa na kiongozi fulani fulani fulani, mnatoka kwenda kupambana, hakuna kusema mimi siwezi su mimi kadha, lazima utoke, ndio utaratibu wa Uislamu. Kile jambo liko hivyo na Waislamu wote wanalijua, lakini kuna jihadi ya kujitetea. Sasa hivi tunaishi sisi katika nchi yetu hii, hakuna vita, hakuna mapigano. Lakini ikitokea Allah, asikilie, lakini ikitokea muda wowote makafiri wameamua sasa kuwapiga Waislamu, kuwapiga wanawake na watoto, itasimama jihadi hata leo hivyo ndivyo ilivyo katika dini yetu ya Uislamu. Haitoangaliwa nani na silaha nani hana kitabavo chochote. Sisi bwana tuko tayari muda wa kufa muda wowote, kwa sababu tunaamini ya kwamba ukifa katika msingi wa jihadi ni peponi. Huwezi kunibandua, yaani yani huniondoi. Huo ndio msimamo, sawa sawa. Kwa hiyo tunapoelezea suala amani kuna mambo mengi ambayo yanachungwa katika Uislamu. Miongoni mwa hayo kwanza, watoto, wanawake, kadhalika. Kuna wale ambao sio watu ambao wametakikana kuwaua katika sheria. Dini yetu ya Uislamu inachunga mambo mengi sana, haina hamasa wala jazba wala vurugu, ina muongozo sahihi. Sasa utawasikia baadhi ya watu kwamba wao wakisimama wakianza kuelezea ma baadhi ya mambo tayataja ntayataja kwa undani wake, wakianza kuelezea baadhi ya mambo utawasikia wanakuambia kwamba ah, wengine wao wanaelezea tu amani hawaelezei haki, sio wengine, semeni, si waislamu kama vile sisi tunavyosema Wakristo, maskofu, wachungaji na mapadri, hawa ndio ambao chanzo cha vurugu ya Tanzania. Asiyejua ajue leo, hatufichi. Mimi nishasema, nitasema. Dar es Salaam nilisema, lakini hapo kwenda nasema haya maneno. Hili ndio jambo ambalo lilopo sasa, wasiseme kwamba kuna wengine ni sisi Waislamu. Alafu kuna baadhi ya watu leo katika mitandao wakikaa, wanaeleza wanasema kwamba unajua, watu waelezee haki hawa ni machawa tu, wewe ni papasi, kunguni, wewe usiokuwa na damu, usijitambua tunapoeleza suala la amani lengo la kuja duniani nini? Waislamu hatukuletwa wa lengo la masala ya kuongoza katika dunia, tumekuja kwa lengo moja la kumwabudia Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Haya malengo, ndiyo maana tunasimama tunalingania watu suala la amani. Kwa nini? Ili watu waabudie Allah subhanahu wa ta'ala ama tukianza kuelezea haki nitataja baadhi ya mambo tukielezea kwamba haki kwa sababu leo ukitazama baadhi ya maaskofu na leo hii leo hii kwa maana ya leo jumangapi leo jumamosi semekaa wametoa tamko lako wao katika mambo ambayo wanayokuwa wanayataka, wanamtaka Rais Samia kadhalika na serikali yake. Kwanza wanataka serikali ya Mama Samia kadhalika na yeye mwenyewe wanamtaka. Miongoni mwa vitu ambavyo wanavitaka, wanataka ilindwe haki na uhuru. Hivi ni vitu ambavyo wanavyovitaka wao, wanataka haki na uhuru pia ulindwe. kutazama suala la haki. Ni kweli haki haki inatakikana iwepo na watu wapewe haki zao. hivi e, vitu kivitazama, haki na uhuru ndio ambayo watu wengi wanapiga kelele sana, haki uhuru, haki uhuru. Lakini nataka niwaambie, kama sielezea, haki uhuru pasina mipaka ni vurugu, na hapo ndio ambayo yanayotokea Haya yametokea ni kwa sababu ya uhuru ambao hauna mipaka. Maana nilimsikiliza yule askofu mwenyewe anaongea, anasema yaani, nafikia hatua polisi wanatumia risasi za moto kuua raia. Hizo haki? Risasi za moto kuua raia hawa waandamanaji walichoma sheri kwa kutumia nini? wametumia nini? wametumia nini? kutumia moto. Naose wanasema dawa ya moto ndio, huo umekutana nao sasa, kwa sababu wamechuma mali za watu. Sheria ya Uislamu, sheria ya Uislamu, unapokuwa umevamiwa nyumbani kwako, umevamiwa na aliyekuvamia ikiwa imeshindikana kumpa nasaha, kadhalika kujitetea, basi katika kujitetea una haki ya kumuua. Ukimuua kuna kesi? Wale ni askari.